a mama Karan na watoto wawili mm. Mmoja ya miaka mitano mm. Mmoja ndio miaka miwili mm. Nafanya kazi TikTok nimeajiriwa yeah. Juzi mm. Baada kabla ya kuajiriwa pale, ile ajira ndio nilikuwa natafuta msichana wa kazi mm. Ikabidi kuna mdada nakaa naye pale pale Kimara ametokea Morogoro sababu na mimi mm -hmm. Kualivo kwamba hey, Kualivo ni mtu wa Morogoro kwa alivyoniambia kwamba yeye naye anatokea Morogoro ni jirani sana kijiji chao na chetu mm -hmm. Akaniambia mdogo wangu, kama msichana wa kazi, usijali mm -hmm. Mimi na mdogo wangu mm -hmm. kamaliza shule na hataki tena kuendelea na, na masomo mm -hmm. Kwa hiyo anataka kuajiriwa kwa alivyoniambia vile, mimi nikamuuliza tena kwamba alishawahi kufanya kazi popote na naweza kufanya hii kazi akaniambia anaweza kama nikukaa tu na mtoto anaweza mm. Nikamwambia sawa, haina shida. Kwa hiyo tutampata vipi? Ikabidi sasa yeye aniambia nitoe nauli tukampate ule mtoto mm. Kweli siku ile alivyokuja aniambia kwamba nimpe nauli, nimwambia mimpesa leo, si mm. Yule dada alichokifanya yeye, akaona bora amtumie nauli mdogo wake mm. aje mm. Kuja akanipigia simu, mdogo wangu kashakuja, kwa hiyo inakuwaje, njoo mimi nikaenda fika pale wow. Kweli nilimuona binti ni na mabegi yake mm -hmm. mm -hmm. Baada ya kumwona, tukaongea tukaelewana, nikamuliza yeye mwenyewe, unataka mshahara bei gani? Akaniambia mimi nataka elfu hamsini. mm -hmm. Nikamwambia sawa. Anaitwa nani? Binti anaitwa Maua. mm. Nikamwambia mimi na mtoto wa miaka mitano na mtoto wa miaka miwili ila huyu mtoto wa miaka mitano anashinda shule mm -hmm. anarudi saa kumi na mbili jioni na Jumamosi na Jumapili huwa anaendelea kufanya kama tuition, alafu ila anawahi kurudi, ila ashindi sana nyumbani, ila sana sana umzingatie huyu mdogo. Akakubali akasema sio mdogo, mbona mkubwa tu nitaishinae vizuri dada. Kaambia sawa. Kweli nikawa mimi naenda kazini narudi naenda kazini nimesha naendelea sasa. Kumbe ndani ya wiki ile watoto wale aliwapenda na mi mwenyewe, mpaka nilivundua kwa sababu nilikuwa nakaa pale ndani ya wiki ili nimwelekeze kazi kweli alikuwa anaishi vizuri na mimi mpaka nikapata moyo wa kwenda kuendelea na kazi. Kweli baada nivo kazi ya watu wanakusanya la zataka mimi nipo kwenye ile okay. ofisi hmm, basi sasa baada ya kuwepo kule kazini nikawa narudi mimi saa kumi hmm, tu kwa shari hmm, sasa ile siku wiki la pili ninavyoenda hmm, ya mwezi huu wa saba hmm, ndio yani, jana tutakuwa malize mwezi nilipe hela yake hmm, toka nilipomchukua sasa wiki la jana la pili, nikawa nikirudi, mazingira tu yako vizuri, ila nikiwa natoka asubuhi, nikawa nashangaa watoto wananililia sana. Kwa sababu ya miaka mitano huwa anaenda mishale saa moja na nusu shule, mpaka anywe uji ndo aende. Huyu mwingine ndo anabaki naye. Mtoto yule wa kiume mkubwa alikuwa ananililia sana sana, mama usiondoke. Siondoke kambiaje, kwanini usiondoke, baki. Nikamwambia kwa nini ubaki na wewe unaenda shuleni? akaniambia mama, naomba tu ubaki. Basi nimwite yule mtoto nimwambie je, kwani naomba niambiwe ukweli hapa nyumbani, kwani dada anakupiga? Akawa namwangalia dada yule, sio? Hmm. Alafu baadaye mtoto anakataa. Kweli niligundua lile tatizo. Hmm. Nikasema ngoja tu niwatafute majirani wale watatu, hmm, niweze mimi ninapoondoka huku nyuma niangalizie familia yangu Kweli niliwaita dada pale wale watatu, nikakaanao chini, nikawaeleza nikamwambia, jamani, mimi naona nina mashaka kidogo na huyu binti, maana watoto wangu wananishangaza, maana sio kawaida yao. Kama mtu anakaa nao vizuri hawawezi kuwa na matatizo kama haya, lakini bado wanashangaza watoto, kama vile wanaogopa kitu fulani au kuna tatizo labda hapa nyumbani, maana bado sijajua. Wale majirani akasema usijali mama Karan, tuko pamoja Kweli mimi nikaenda kazini, ninarudi juzi, nilikuja nyumbani akaniomba simu binti, nikampa. Nomba niongea dada yangu mimi, simu yangu haina salio. Nikampa ile simu, alivyoifanya anajua yeye, kai block kila sehemu, mimi nikawa nakosa mawasiliano. Nikamwambia mbona amefanya hivi, simu siwezi kuitumia. Dada basi itakuwa kwa sehemu nilizobonyeza sizo basi nikaachana naye, nikajua ni ya kawaida. Nikampa mume wangu ile siku, bibi nipigie simu mume wangu kwa simu nyingine, ikiwa majirani zangu namba zangu wanazo, mmeona. Basi nikamba sasa, kumbe alishagundua wale majirani kwamba nishakaa nao chini, nishawatakwambia wataniambia kwa njia ya simu. Basi mimi nikaondoka siku, sasa ndo tukio linatokea siku ya jumamosi asubuhi, mimi natoa tu mguu nyuma huku, kipondo kikaanza kaanza kumpiga yule mkubwa. Mkubwa akalia sana, akamwambia dada, naomba unisamee. Baadaye akamgeukia huyu mdogo. Huyu mdogo sasa ndo kampiga sana, ikabidi yule mkubwa aseme, dada, mbona mtoto anakuomba msamaha, umsamehe. Akampiga lungu la mdomo, akamwambia, kelele na wewe unalialia lia nini? Baadaye akamwambia, nitawachoma moto, mimi nitawachoma moto. Mlango akaufunga sasa wale majirani kila wakati kunipigia mimi, wanipati, kila akinipigia wanipati. Mmoja akaona, hata ngoja niende pale nyumbani. Akaingia mlangoni, akuta mlango umefungwa kindani, ikabidi waje dirishani, wewe Maua, wewe Maua, fungua mlango Maua, fungua mlango Maua, mlango afungue. Alichowajibu, hayawahusu, fuateni mambo yenu. Basi yule jirani ikabidi aje kumbele, akagonga mlango kwa nguvu, gonga mlango kwa nguvu, yule mtoto mdogo akapiga kelele Mama, mama, mama, nakufa, ananiunguza na moto mkubwa. Akasema ndio, dada huku ndani anamuunguza mtoto na moto yeah. Basi ikabidi wale wale watu wale wakaenda kwa mjumbe. Kufika kwa mjumbe, huwa mjumbe wetu sisi atuli chini, wakamkuta hayo. Baadaye ikabidi warudi watafute watu wawili, watatu na watatu na wenzake Kimara, Bonyokwa pale kwa Mlema, ikabidi huku na huko watafute watu sana. Mimi huku nikaa, bahati nzuri muda wa kutoka nishaupata ndio, mm. moja kwa moja tena nikawai nyumbani. Yaani, kama Mungu tu nilipata usafiri wa haraka nikawa kufika nyumbani mm. nafika nyumbani, bahati nzuri nakuta watu sh wameshasambaratika mle ndani, kakataa kufungua mlango mm. mm. nafika mimi nyumbani, sijui ninachokijua, pamepoa. Mimi nikajua kama tu mazingira ya kawaida siku a siku zote mlango. Yaani, alipiga yule mtoto mpaka mtoto akalala akapata usingizi mimi nilivyofika pale, eh, dada umekuja. Nilivyogonga nani, ngambia, mimi Maua, fungua. Dada umekuja, mlango. Dada umekuja, shikamoo dada. Malaba za hapa nzuri, vipi? Kwema, kwema. Eh, mbona watoto wamelala sasa, hizi muda umeenda huu, wamechelewa leo kulala? Ah, ah, huyu anaumwa, huyu huyu Nasra anaumwa. Nini, alienda kucheza huko, kadondoka. Yeah, dada, mtoto hawezi hata kukaa, wala hawezi hata kutembea Unasemaje, Maua? E, pale pale bibi, nivue nguo haraka, nikaziweka pembeni, nikamchukua, nikamvua nguo, nikamweka uchi nimwangalie. Kweli nilipomwangalia, mtoto sio kuanguka. Nikamwambia, naomba uniambie mdogo wangu ukweli, mbona hapa, mimi naishi naye kama mdogo wangu, kwa nini kitendo kama hichi kinatokea alafu wewe unakuwa unakataa? Naomba uniambie ukweli dada. Ni kweli dada, kwa dada, mimi uniamini dada mimi uniamini dada, naomba uniamini dadangu, mimi ni kweli. Ngaambia hapana, Maua, kwa kitendo hichi siwezi kukuamini. Naomba un... Ukiniambia ukweli, na mimi nitakusaidia, tutajua jinsi gani kumsaidia huyo mtoto. Niambia ulichotu mfanya, alafu mimi niweze kumpeleka hospitali nikaelezee kule, maana kule nitauliza. Hapana dada, angasema hapana, kama tiki kuniambia mdogo wangu, naomba beba, naomba beba mtoto mwenyu, mguu wako mguu wangu, naomba tuongozane twende serikali za mitaa tuchukue barua twende tuende polisi kacha r niweze kumpeleka mtu. Naomba tukifika hapa, maelezo utoe mwenyewe yote kiukweli. Alinikatalia pale futi 100. Kidogo majirani wakaja, mama akani, umerudi? Nimerudi. ni naona mwanangu mwanangu, aliyeke kama hii jamani, kwani ni Maua. Maua, eh. Kwani kuna nini hapa wakaambia utajua ukoko mbele. Yes, safari kweli, walimpiga tukatoka pale. Serikali za mitaa pia tukamkuta mtendaji, akamuhoji mtendaji, akasema mtoto, naomba uongee vizuri ulichomfanya huyu malaika tena, tunajua tunapoteza muda hapa, huyu atakwenda ndio hospitalini ya haraka kweli, huku na huku. Ikabidi mtendaji kutokana na ongee vizuri, akawaita wenye shirikishi wawili nmb mnulizia huyu kijana, tena fasta kwa haraka ili tupate PF3 hospitali mm. Akawa anabisha tena anabisha kabisa, ikabidi wale wadele kumpiga. Katika kumpiga piga sana, akasema akasema kweli, nimempiga na mwiko. Haya. Kisa, kisa alikuwa hataki kula alikuwa hataki kula ndo umempiga e. Kwa hiyo ulivyompiga amekula e, amekula wakaendelea kumpiga naambia, ongea vizuri. Baadaye sasa, tulivyofika pale, ikabidi mimi niwakumbushe wale ngambia, naomba nitupitie mtoto wangu wa kiume huyo miaka mitano shule mm. labda yule ana ukweli zaidi, ulipo hivo, tukampitia yule mtoto shule, akaja kufika pale, ikabidi tutaulizwe, akasema ni huyu dada. Dada huyu kila siku anatupiga na kila siku akitupiga ananiambia ole wako Uje umwambie mamako nakuua, hmm. E, yani ole wako, mwambie mamako hata siku ii, alafu mamako mi aniachishe kazi yani ntakuua, afu nakutupa huko vunguni alafu wow. Mamako akija anakukuta kule vunguni ushai kujua kufa, wewe unajua mtu akifa. Yule akasema basi, mimi siwezi kumwambia tena mama, sintomwambia mama, lakini yule dada alitupiga na mimi kila siku ya Mungu ni lazima nipige. Sasa juzi, amempiga mtoto fimbo ya kwanza imekatika, akaenda kukata ya pili, kampiga imekatika, akaona haitoshi, ndo kachukua ule mwiko na, na ule mwiko mkubwa mama alikuwa anapikia mama ntilie, muda ndo kampiga na ule mwiko mpaka umevunjika, upo ndani pale mpaka umevunjika, ule mwiko upo ndani, ndo alimpigia huyu dada mtoto mpaka alisema, dada chamee, dada chamee dada, chame, dada kwa msamii baadaye mtoto alilia sana, akamwambia naomba funga mdomo wako. Mtoto afungi mdomo, nikabidi achukue kiberiti akamuunguza mdomo, akaambia nakuchoma mdomo na kiberiti. Alipowasha ile kiberiti ile, mtoto kiume akasema dada, umpige vote hivyo bado tunataka umuunguze? muache mdogo wangu dada Akaona mimi nazidi kumtetea mdogo wangu akanisukuma huko, nikaingia ufunguni, akachukua kweli kile kiberiti akamchoma mtoto mdomoni, akamchoma na e, kaungua ya mwisho mwisho. Sasa ndo akachukua ile fimbo akampiga la mgongo, hapo kwenye sehemu ya mgongo. Haya, ule mwiko ukakatika, ndo alipokuja kumwacha, maana mtoto alilia mpaka akakauka. Haya, ile sauti iko imeshakata na usingizi akawa kupata hapo hapo, lakini kiukweli udada anatupiga sana sana tena sana sio kidogo. Akauliza sasa unachokataa ni nini? Halafu nakuja na mama yake, unamwambia kwamba mtoto amedondoka, kwanini nafanya huo nyama kiasi hicho? Akasema ni kweli kweli, naomba ni mnisamee, mimi kweli nimempiga, tena nimempiga na mwiko, tena hii dakika ya mwisho ya kumpiga na mwiko, nyuma zote nilikuwa nampiga ili atoki maumivu lakini mpaka ya kumpiga na mwiko ndo mtoto akawa kavimba mm. Lakini kila siku nawapiga watoto na mamao akija, ninamfurahikia na amna kitu anachokijua mamaao. Kiukweli na huyu mamao ajai kunitesa, wala ajai kutoshindisha na njaa, wala ajai kufanya kitu chochote. Pole mama kwa ndo mlivyokuja hapa. Mmefungua arabi, unaweza ukaijua arabii yake e. Ya, ma, ma, mtoto daktari akasema hivi, kwa sababu mwanangu mimi huwa ana mwili sana yeah. Kwa hiyo anasemani, angekuwa light, angekuwa mtoto mwembamba, yaani angemvunja uti wa mgongo <coughs> yeah. Sababu ile fimbo ishafika kwenye ule mfupa yeah. Kwa hiyo ndo anamwendelea kumfanyia check up, jitoka jana ile nilipopata ile pesilinikuepo pale lakini hajamvunja uti, yeye akumvunja e, ila damu ndani zimevilia sana pale pale. Pale akapata tiba, alichomwa sindano pale Palestina, e, Palestina Sinza, tulikaa mpaka saa tano usiku. Daktari akasema hapana, amtakii kuondoka kwa e, sababu hatuwezi kujua ya nyuma, naombe ni mlale, asubuhi tumwangalie tena huyu mtoto. Kweli tulilala pale, asubuhi mamangu alikuja